Hapo zamani miaka mingi sana iliyopita, katika nchi ya Usi, kulikuwa na mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Ayubu. Ayubu alikuwa ni mtu wa haki, Mwenye heshima na aliyekuwa na hofu ya Mungu muda wote. Ayubu alijitahidi kuepukana na dhambi. Ayubu alikuwa na mali nyingi sana: ng'ombe, kondoo, watumishi na familia yenye watoto wengi, na watu wengi sana walimuona kama mfano wa wema na baraka za Mungu. Siku moja mwana wa Mungu alikuja mbele ya Bwana na Shetani naye alikuwepo. Bwana akamwambia Shetani, katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa nane. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu wa? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Shetani akamjibu Mungu katika kile kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 11 nayo inasema, ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, Je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo? Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse hayo yote yaliyo nayo, naye atakufuru mbele za uso wako. Pia Bwana akasema katika kile kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 12, Bwana akamwambia Shetani, tazama yote aliyonayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake mwenyewe. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, na hapo ndipo ushindani wa ajabu ulipoanza. Na siku chache baadaye, wapiganaji walivamia mali za Ayubu, farasi, ng'ombe, kondoo na watumishi walipotea. Kila kitu kilipotea ghafla, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 13 hadi 17, ambao 13, 13, 13, 13. nao unasema. ilitukia siku moja ya hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao, mara waseba wakawashambulia, wakawachukua, wakaenda nao; naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona mimi tu kukuletea habari huyo. Alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuwaangamiza. Mimi peke yangu nimepona mimi tu kukuletea habari huyo. Alipokuwa akali akinena akatokea na mwingine na kusema, Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakawaangukia ngamia wakaenda nao naam, wamewaua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Na hata wale watoto kumi wa Ayubu walikuwa wakisherehekea katika nyumba, mara ghafla nyumba ikaanguka na walifariki wote, kama tunavyoweza kuona katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 19, ambao nao unasema: huyo alipokuwa akali akinena akatokea na mwingine na kusema, wanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa, mara tazama, upepo wenye nguvu katoka pande za jangwani ukaipiga hiyo nyumba pembe zake nne, nayo ikawaangukia hao vijana, nao wamekufa, na mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huu ulikuwa ni mshtuko mkubwa sana, lakini hayubu wakujisikia vibaya. Aliinua uso wake na kusujudu akisema, katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa ishirini hadi ishirini na moja ndipo Ayubu akainuka akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia, akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu niliuchi, nami nitarudi huko uchi vilevile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na alibarikiwe. Na baada ya hapo, shetani aliruhusiwa kuanza kuugusa mwili wa Ayubu. Ikumbuka kwanza, mara ya kwanza aliruhusiwa kumjaribu Ayubu kwa majaribu mbalimbali, lakini hakuruhusiwa kuushambulia mwili wa Ayubu. Na baada ya kuruhusiwa kuanza kumgusa Ayubu, ndipo maumivu makali kwa Ayubu yalianza, na hayo maumivu yalikuwa kila sehemu ya mwili wake. Mwili wote ulijawa na vidonda, alikuwa akilala kwenye majivu. Kitabu cha Ayubu sura ya pili mstari wa saba kinasema basi, shetani akatoka mbele za uso wa Bwana akampiga Ayubu na majipo mabaya, tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Na sasa hapa tunaona hata wale wake wa Ayubu pamoja na marafiki wa karibu walikuwa wameshtushwa sana na kuiona hiyo hali imempata Ayubu lakini Ayubu hakukosa imani mbele za Mungu. Watu watatu kati ya wale marafiki wa Ayubu ambaye alikuwa ni Elifazi, Bildadi na Sofari walimtembelea Ayubu kumfariji, na walikaa naye wali kwa muda wa siku nyingi, walikuwa wakinyamaza kwa huzuni. Baadaye walianza kuzungumza, walidhani maumivu ya Ayubu ni kwa sababu ya dhambi yake kwa Mungu. Akajitetea kama tunavyoweza kuona katika kitabu cha Ayubu sura ya 10 mstari wa tatu hadi wa saba Je, ni vema kwako kwa wewe kuonea na kuidharau kazi ya mikono yako na kuyaangazia mashauri ya uovu Je, wewe una macho ya kimwili au je waona kama aunavyo binadamu? Je, siku zako ni kama siku za mtu au je miaka yako ni kama siku za mtu, hata ukauliza uliza habari za uovu wangu na kuitafuta dhambi yangu, ujapojua kuwa mimi si mwovu, wala hapana awezaye kuokoa na mkono wako. Na mazungumzo haya yaliendelea kwa siku kadhaa, walitafsiri mateso yake kwa maneno yao, lakini ayubu hakukata tamaa. Aliendelea kuomba haki na kuomba kuelewa kutoka kwa Mungu. Hatimaye Bwana alimjibu Ayubu kutoka kwenye dhoruba, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ayubu sura ya 38 mstari wa pili hadi wa nne. Nayo inasema ni nani huyo atiaye mashauri giza kwa maneno yasiyo ya maarifa? Basi jifunge viuno kama mwanamume, maana nitakuuliza neno nawe niambie. Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Haya, sema kama ukiwa una ufahamu. Ni nani aliyeamrisha vipimo vyake, kama ukijua? Au ni nani aliyenyosha kamba juu yake? Mungu akujibu mara moja kwa maneno ya kawaida. Bali alimpa Ayubu mwanga wa hekima na alimwonyesha uzuri, nguvu na utawala wake juu ya viumbe vyote na asili. Ayubu alijua kuwa kuna hekima kubwa zaidi kuliko yetu na alikubali mapenzi ya Mungu. Baada ya sala zake na unyenyekevu wake, Bwana alimrudishia furaha katika maisha yake, na alipewa mali mpya ya wanyama na mali nyingine mara mbili ya ile ya awali aliyokuwa nayo. Alipewa watoto wapya wa kike na wa kiume, na furaha yake ikawa imerudi maradufu. Na Ayubu aliishi miaka mingi akiona kizazi cha watoto wake na baraka nyingi za Mungu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ayubu sura ya 42 mstari wa 10 hadi 17, nayo inasema kisha, Bwana akageuza uteka wa Ayubu hapo alipoombea rafiki zake, Bwana naye akampa Ayubu mara mbili kuliko hayo aliyokuwa nayo kwa Ndipo wakamwendea nduguze wote waume kwa wake, nao wote walijuwana naye hata zamani, wakala chakula pamoja naye katika nyumba yake, nao wakamdilia na kumtukuza moyo katika habari za huo uovu wote Bwana aliyouleta juu yake. Kila mtu akampa kipande cha fedha na pete ya dhahabu kila mmoja. Basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake, naye alikuwa na kondoo kumi na nne elfu na ngamia elfu sita na jozi ya ng'ombe elfu na punda wake elfu. Tena alikuwa na wana waume saba na binti watatu. Akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kesia, na watatu akamwita jina lake Kereni Hapuhu. Katika nchi hiyo yote hawakuwapo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wana waume. Kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka mia na arobaini, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata vizazi vinne. Basi Ayubu akafa mzee sana, mwenye kujawa na siku. Hadithi hii inatukumbusha kwamba tuwe na imani thabiti hata pale mateso yanapokuwa makali. Tukiweka imani kwa Mungu, hakuna ubaya wowote ambao utashinda. Mwisho, tunatakiwa kuwa na undugu na urafiki wa kweli, kwa sababu marafiki wakiwa na nia njema hawataweza kukosoa jambo bila kuwa na uelewa au ufahamu wa kutosha katika hilo jambo. Lakini tunajifunza kwamba Mungu peke yake ndiye anayechagua au kuamua ni wakati gani ambao anatakiwa aingilie kati katika changamoto ambayo yuko nayo. Kwa hiyo hatuwezi kufahamu kamwe hekima yake kikamilifu. Kwa hiyo wale wanaomtii na kumuomba Mungu na kubaki wamoja na amani ya Mungu, mwisho wake huona baraka zake na furaha isiyo na kikomo. Asante sana, na Mungu wa mbinguni akubariki. Mimi ni Stanley Katabalo. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube chaneli yangu, lakini pia usisahau kulike, comment na kushare.